Asalamu alaykum rahmatullahi wa wabarakatu, ndugu yangu mpenzi mfuatiliaji wa vipindi vyetu mbalimbali kokote pale ulipo duniani insha Allahu Taala, kaka zangu dada zangu mama zangu baba zangu, kokote pale ulipo insha Allahu Taala, naomba leo nitegee sikio lako la moyo kabla ya sikio la kichwa. Ninakwenda kukufundisha dawa sita mujarrab kabisa kabisa kwa kuondosha mitihani ya katika mwili ikiwa unajihisi jiisi, we una hasadi, una kijicho, umefungwa mwili wako kichawi, leo nataka nikufundishe fusho maalumu ambalo unaweza ukalitumia fusha hilo kwa idhini ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, likakubadilisha hali ya maisha yako kwa idhini ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Naomba nikufundishe eh, mafundisho ambayo nyumbani kwako hapo ulipo, insha Allahu Ta'ala, utakuwa ni mwenye kujisaidia. Awali kabisa Unatakiwa utafute hizi dawa sita, alafu ni dawa nyepesi zinapatikana katika kila kona ya duka duka lolote la madawa ya asili. Hizi dawa huwezi kuzikosa kwa sababu ni dawa maarufu na zipo ziko nyingi sana. Dawa ya kwanza kabisa, ndugu yangu, tafuta dawa inayoitwa haltiti. Hapa binafsi yetu leo, dawa yetu ya kwanza ni hii haltiti na inapatikana. Baada ya hii haltiti, tafuta dawa inaitwa miski ya unga nyeupe. Hii hii ni miski ya unga naweka hapo, alafu tafuta dawa inaitwa msaka uchawi. Huu hapa ni msaka uchawi. Baada ya kutafuta huu msaka uchawi, tafuta dawa inayoitwa e, mwavi au watu wengine wanaita kwa jina la kiapo. Hii mwavi au kiapo, itafute dawa hii. Baada hii ya kuitafuta hii mwavi au kiapo, tafuta dawa mwisho inaitwa mfunguo. Huu kwa ajili ya kufungua mwili wenye nuksi, mikosi na mabalaa mbalimbali. Sasa e, dawa ya mwisho kabisa, tafuta karafuu maiti kidonge cha karafuu maiti. Hii ndiyo kafuru waiti ama karafuu maiti. Sasa na kuelekeza namna ya kuchanganya dawa hizi utakapokuwa tayari umeshazipata ndugu yangu, unachukua chombo chako kama hichi nachokuonyesha mimi hapa, chombo chako kama hichi na kijiko chako kama hichi. Hakikisha unaweka katika uzani kama huu nitakao kuonyesha mimi hapa dawa ya kwanza yoyote katika hizi dawa unachota tunachota dawa yetu ya kwanza, labda msaka uchawi huu, tunauchota kijiko kimoja hichi cha msaka uchawi, unatia katika kopo lako ama chombo chako chochote ulichokuwa nacho. Dawa ya pili tunachota miski ya unga kijiko kimoja kama hii unayoiona hapa, miski ya unga tunaweka. Dawa ya tatu kiapo hii, kiapo tunachota ee, kijiko kimoja tunaweka katika dawa yetu dawa nyingine ya nne ni dawa ya e, haltiti. Hii dawa ya haltiti, kijiko kimoja cha haltiti unaweka. Alafu dawa yetu ya mwisho ni, e, dawa yetu kabla ya mwisho, hii ni dawa ya tano. Mfunguo huu tunatia ndani yake, baada ya kukamilika hizi ambazo tayari hizi tumesha tumeshazipata tumesha e, tunakuja kuchukua hii e, kafur white ambayo ni hii hii. Sasa unachukua vidonge vitatu, naifungua hii Hakikisha unapata vidonge vidonge vitatu, insha Allahu taala. Baada ya kufungua hii kafurwaite, unachukua kidonge cha kwanza unakivungulia, una umu, eh, tunakivungua namna hii kidonge cha kwanza tunakivungua katika dawa yetu hii, insha Allahu taala. Hakikisha unafungua inakuwa unga kabisa, unavungua kidonge cha kwanza hichi unafungua. Unafungua kidonge cha kwanza, unachukua kidonge cha pili namna hii nacho tuna kivungulia humu, unga wake unaingia namna hii humu, vungua kidonge cha pili hichi cha, cha, misk ya, cha, cha karafuu maiti mm, kulia ndani yake. Sasa hili video yetu sio ndefu sana, mimi nitaishia kwenye hivi viwili, lakini wewe inabidi utafute eh, kafuru waiti ama karafuu maiti vipunje vitatu insha Allahu al alkarim. Sasa, Ukishamaliza hapo, chukua kijiko chako hichi, imix vizuri hii dawa yako, changanye vizuri hii dawa yako na ichanganya vema kabisa. Changanya vizuri kabisa dawa yako hii ama dawa yetu hii tunaichanganya, tunaichanganya, tunaichanganya, tunaichanganya tunaichanganya vizuri mpaka inachanganyika vyema kabisa. Kishachanganyika vyema kama hivi, sasa hii dawa naomba mnisikilize vizuri, baada kuwa tayari tumeshaimix na tumeichanganya dawa hii ni mujarrabu sana, ndugu yangu kwa ajili ya kuondosha zile nuksi sugu maake, kuna watu wanamanuksi yale sugu, nuksi sugu. Hii dawa kuondosha mikosi, mabalaa, giza la mwili, mwili uliofungwa, mwili mzito. Alafu pia hii unapojifusha dawa hii inakupa nuru ya mwili, kukujalia kupendwa ile na watu. Hizi dawa nakwambia ni nyepesi sana, sehemu yoyote unaweza ukazipata ndugu yangu. Ebu, ebu tenga muda usikae, kila siku unalia, kila siku unahangaika, oh, mimi kila nikienda huku kaza, kila nikifanye kaza. Hizi ndio kodi tunazokupa za kuufungua mwili wako. Haya mambo unaweza ukatenda wewe, so mpaka ukatendewe. Sehemu nyingine wewe mwenyewe unaweza ukajitendea ukiwa nyumbani kwako, barazani kwako, umetulia hasa fusho lako kama hili. Ndugu yangu, unaanza kuwa unachukua kidogo namna hii chap, au unaweza kuwa unachota nyuma ya kijiko, kijiko kama hivi, kipimo chake, unachota namna hii, unaona hivi nilivyochota mimi nyuma ya kijiko unatia katika moto, hali yakuwa umetafuta shuka yako ile umejifunika. Ule moshi unatoka pale, hakikisha ule moshi unakupata. Alafu ni vizuri wakati unajifusha, ebu uwe uwe uwe katika ile shuka. Ukishajifunika jaribu kuhu, kuhu, kuhu, kuhu, kuhu. Eh, kama utakuwa na nguo basi kawe ni kanguo kadogo kandani, iwe ni boxer au ni chupi kwa dada zetu, uwe hivyo ili ile moshi iweze kukupata mwili, mwili mzima insha Allahu taala ndugu yangu. Hii ninakwambia sio masiara, nisikilize kwa makini, ninakupa kitu mujarrab huu, mchanganyiko huu utakuja kunishukuru. Unaweza ukaudharau kuona dawa za kawaida, lakini mchanganyiko huu ndugu yangu, ni mujarrab sana sana sana, kwa idhini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Sasa hii hakikisha unajifusha kwa muda wa siku kumi na nne sawa mpaka siku ishirini na moja siku kumi na mpaka siku ishirini na moja wallahi, na kwa idhini ya Mwenyezimungu subhanahu wataala, yale manuksi iliokuwa nao katika mwili, ile mikosi iliyokuwa katika mwili, yale mabalaa yaliokuwa katika mwili, ile mitihani yako ilikuwa ugumu uliokuwa nao wa mambo, kila unalolishika linakufa, kila unalolifanya linakwenda kinyume, insha allahu taala utaona maajabu yake. Sasa kwa sisi tukitengeneza kama hii ambayo kidogo eh, Allah ametujalia ujuzi uko mwingi, huwa hii pia tunaifanyia kisomo lakini sio lazima, kama uwezi kuifanyia kisomo, kama uwezi kufanyia kisomo uitumie hivyo hivyo, pia itakusaidia, ila ukiifanyia kisomo ni bora zaidi. Sasa kuna wale ndugu zetu ambao yeye ndio hawezi kabisa, hata hilo duka la madaha yenyewe ya kialimu hajawahi kwenda. Inshallah taala, hapa ofisi ni kwetu, tunazo hizi ambazo tumeshazitengeneza tayari moja kwa moja, ukihitaji tunaweza tukakupatia inshallah taala. Wasiliana na sisi kwa, kwa, kwa nambari zetu nitakazozitaja. Insha Allah taala takuelekeza ofisi yetu iko wapi au kukufanyia kukufanyia delivery. Wewe ambaye umeshindwa kuandaa wewe mwenyewe lakini ya kwetu sisi sasa kwe inakuwa imefanywa visomo maalum. Lakini haina maana kwamba hata isiyofanywa visomo haifanyi kazi, inafanya kazi. Ile ikiwa imefanywa visomo ni bora zaidi. Visomo vipi utavofanya? Wewe somea Qurani, sura zozote tunazoizijua. Inna fatahna laka fataha mubina zile sura za kufungua zile. Saaja Allahu ba'da usri yusra. Piga nondo hizo ndugu yangu. Hivyo vitu vina siri kubwa kabisa ndani yake, insha Allahu taala taona mwili una, unafungua sa ukiwa okay, Unahitaji hii kutoka kwetu sisi ambao tayari imefanywa kisomo, basi insha Allahu taala usikose kutafuta kupitia namba zetu hizi sifuri saba nane saba tano tano mbili mbili moja moja au tutafute kwa nambari ya simu sifuri, eh, saba tano tano mia tano sabina saba sifuri mbili mbili. Kumbuka ya kuwa tunapatikana Kigamboni Mwembe Mtengu, karibu kabisa na tuwa ngoma. Insha Allahu taala. Shukran lakum, jazakumullahu khair. Salamu alaikum.